Kama ma wako umekutuma kugombea nafasi mbalimbali, basi gombea huku kitunza amani na usalama. Kama wewe hutagombea nafasi, basi nikuombe ushiriki katika kupiga kura kuchagua viongozi wanaotufaa katika kipindi cha miaka mitano unayokuja, na huku kihakikisha unatunza amani, utulivu na usalama, ili baada ya uchaguzi nchi yetu na mkoa wetu viendelee kubaki katika hali ya amani, usalama na utulivu. Naombe sana tuzitumie vizuri nyumba za ibada katika kuhakikisha kwamba amani wa uteno na upendo unahuguriwa na mshikamano wa kitaifa unahuguriwa. Niwaombe sana waamini wa, wa kanisa hili lakini na makanisa mengine pamoja na dini nyingine kwa ujumla wake, wananchi wote wa Tanzania wote tunaoishi ndani ya mkoa wa Katavi, niwaombe tusihusike na masuala yoyote yanayoashiria uvunjifu wa amani aunge mkono mambo yote yanayohubiri uvunjifu wa amani, wala msishiriki kutenda jambo lolote ambalo litapelekea nchi yetu kuingia katika vita au kuingia katika uondokaji uh, wa amani. Sisi wote hapa tuna wajibu wa kuhakikisha maadili mema yanaendelea kuwepo kwa vijana wetu wa wote, wawe ni watoto, wawe ni vijana wangu wakati, wawe ni marika ya katikati, wawe wazazi, wawe walezi wananchi wote kwa ujumla tuhakikishe kwamba tunaishi kwa kuzingatia maadili mema, lakini tuhakikishe pia watoto wetu na vijana wetu tunawaongoza na tunawajenga katika maadili mema. Na nguzo kubwa ya kuwajenga katika maadili mema, tunayo nguzo kubwa, ni kuwataka warejee kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana kufata maelekezo yote ambayo wanapatikana kwenye nafumu zetu za dini. Hiyo ni nguzo kubwa na ni nguzo ya kwanza ya pili ni kuhamasisha katika kuishi kwa kuzingatia katiba, lakini sheria, kanuni e, na taratibu mbalimbali zinazoongoza nchi yetu. Hivyo niombe sana tuendelee kukemea vitendo vyote viovu, nyumba za mtotoni kwa mfano, matumizi ya madawa ya kulevya, uhalifu wa aina mbalimbali, kuvaa mavazi yasiyo na staha na vitendo vingine vyote ambavyo tunajua kabisa ni kinyume na maadili yetu kama Watanzania.